Sisteza zaidi uh, waweze kupata nafasi ya kumiliki kumilikiis. Tumefanya hivyo uh, kama HELVETAS kwa, kwa wilaya ya Iramba nafikiri, ni mwezi wa pili, mwezi wa pili mwanzoni tuliweza kugawa zaidi ya hati uh, elfu moja ambazo zilikuwa zinaenda kwa kina mama na, na hii ilikuwa ni moja ya maamuzi ambayo pia mkuu wa mkoa alishauri ali, ali kwamba wagawiwe kina mama haraka hati zao baada ya kuwa tayari zimeshapatikana. Kwa hiyo tunashukuru sana, na wamekuwekwa hapa kwa hizi siku tatu wakijengewa uwezo kama walivyosikia wakufunzi wetu. Wamekuwa wakijiandaa zaidi, tulikuwa nao hapa mwaka jana wa baadhi yao wakaefundishwa, baada ya siku tatu walirudi kwenye maeneo yao. Tunashukuru kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa wa mwaka jana, zaidi ya wanawake elfu moja na mia mbili walihamasika kuchukua fomu na kugombea katika hilo kundi la wanawake 1200 wanawake takriban 800 wamebahatika kuingia kwenye nafasi mbalimbali za uongozi katika ngazi za serikali za mitaa. Naomba na wakufunzi wetu wamewaunganisha pia na wataalamu wa, wa, wa, wa, wa wengine ambao wa watashirikiana nao ambao wataungana nao pia katika kuhakikisha kwamba wanawajengea uwezo pia hawa waweze kusimama kwenye nyanda za siasa lakini pia na kwenye uongozi mbalimbali mbali, lakini pia kwenye masuala ya kijasiriamali, ili waweze kujikwamua kiuchumi kwenye shughuli zao wanazozifanya kwa kawaida. Akili lazima iwishwe kila mara, ili kuongeza ubunifu katika shughuli zetu za kila siku za kiuchumi. mlioyapata mmeshatengeneza kwenye akili zenu. Sasa mmebakisha kujifunza ni moja na kutenda ni mbili. Moja akaniambia mmejifunza utoaji bora wa huduma mwende mkatoe huduma bora katika kazi zenu. Nendeni mkaongeze thamani ya uongozi wenu. Mmejifunza kuhusiana na kumiliki rasilimali ambayo katika tamaduni zetu za Kiafrika huko zamani halikuwa jambo la kawaida, lakini siku hizi mwanamke anamiliki rasilimali za kwake na hata sheria mbalimbali zimebadilika. Twendeni tukatumie sheria za nchi yetu kama fursa ya kwenu ya kwenda kumiliki mali. Nimekuja kwa ajili ya mafunzo ya uongozi, mwanamke na uongozi. Mafunzo haya yamenipa chachu ya kuweza kwenda kugombea nyadhifa mbalimbali, na nadhani kupitia mafunzo haya nitaenda kuwa balozi mwema kwa wanawake wenzangu, ili waweze kugombea, lakini pia na mimi mwenyewe nitagombea nyadhifa mbalimbali, kuanzia ngazi ya uongozi wa familia mpaka ngazi za juu, lakini pia hata katika biashara yangu nadhani nikawa kiongozi mzuri kupitia mafunzo haya. HELVETAS, kwa kweli napenda kuishukuru kwa sababu imeweza kututoa mbali wanawake, na kuweza kutupa, kutukumbusha kwamba sisi ni wanawake na tunaweza tukawa wa, wa, yani viongozi katika nyasfa mbalimbali mbali. Katika Tanzania hii mwanamke anaweza. Helvetas imeniwezesha kuwa na kipato changu cha kueleweka. Zamani nilikuwa najitegemea kama mimi, lakini saa hizi nimeingia kwenye mchanganyuo wa Helvetas na kupata nguvu na imani ili kuniboreshea mambo biashara yangu. Wanawake wachache kumiliki ardhi kwa kulingana na mazingira ambayo walikuwa wanaishi, walikuwa wanawategemea wanaume, lakini kwa sasa tulivyofundishwa na Helvetas na wanawake, kumbe wako tayari kumiliki ardhi. Wanawake wenzangu nawaambia kwamba tu, tujichanganye kwenye mchanganyiko wa akinamama wajasiria mali ili kujipatia kipato cha kusomeshea wanafunzi na tija nyingine.